Anasema mmoja katika shuyukh mutamadid alikuja kutembelewa na bwana mmoja, anamwambia njoo nyumbani kwetu mfanye ziara ya kumwona mzee wetu, hali yake ni mbaya sana, anaumwa. Yule bwana akaondoka kwenda kumzuru. Anasema nilipofika, nikaona mtu ambaye ana uwezo mkubwa katika mali, amejenga nyumba ya kifahari, watoto wake wanaonekana wameishi vizuri lakini nikasikia hali yake ya maradhi ni mbaya. Anasema mmoja katika shuyukh mutamadin alikuja kutembelewa na bwana mmoja, anamwambia njoo nyumbani kwetu mfanye ziara ya kumwona mzee wetu, hali yake ni mbaya sana, anaumwa. Yule bwana akaondoka kwenda kumzuru. Anasema nilipofika nikaona mtu ambaye ana uwezo mkubwa katika mali, amejenga nyumba ya kifahari, watoto wake wanaonekana wameishi vizuri, lakini nikasikia hali yake ya maradhi ni mbaya. Kuingia ndani, baba yule mwenye nyumba anayeumwa akaniambia, naomba hawa watoto watoke, nibaki mimi na wewe. Watoto wote wakatoka, akabaki yule mualiji na baba yule. Walipotoka tu anasema alilia sana mzee yule, kilio kikubwa. Na ukiona mtu mzima analia, ujue kuna habari kubwa. Akauliza, kwa nini unalia? Akasema, mimi, unavyoniona, umri huu wa miaka sitini nimefika, sikuwahi kufanya ibada yoyote katika maisha yangu. Watu walikuwa wakija kuniambia mara kwa mara mbona unafanya sana kazi unatafuta sana hela, lakini msikitini hatukuoni, Maka uendi kuhiji, utoizaka mali yako kwa nini? Nikamwambia asubirini, utafika wakati ntastaafu, ntaritaya, ntaanza kufanya ibada. Na huu ni ugonjwa mkubwa wa umma, hujiona kwamba kana kuna agreement na Allah kwamba nikifika miaka 60 65 tano, sasa nitaanza kutubu, nitaenda zangu Maka kufanya hija

kazi hiyo ni ya nani? Wewe umepata kwa ajili Mungu. Mara anachukua alichokupa, ananyanyua, anaweka chini, anampa, ananyang'anya, anaua, anahuisha, anatoa, anachukua. Kazi ya Allah, hakuna mtu amejua kwamba siku fulani atakufa, yote hayo yako mikononi mwake. Basi, subhanallah, yule bwana akalia sana, na mwambie unalia nini? Anasema, hayo ndio yalonifika mpaka nimefika umri huu, sijawahi kufanya ibada Akawambia, basi tubu kwa Mungu, na maadamu una mali, hata ukifa watoto wako mali wataisimamia, watajenga misikiti, watajenga madrasa a hospitali, watatoa sadaka, watakufanyia kheri. Akalia zaidi alipotajiwa watoto, akasema hawa watoto hawa sio watoto hawa, la haula wala. Huyu mzee alikuwa anaugua kansa, Mungu atukinge na maradhi hatari. Hawa sio watoto kwa nini? Nasema hawa kuna siku waliingia hapa chumbani nikawaambia, tokeni nje, nataka nipumzike. Hawakutaka kutoka, wakawa wamekaa mbele yangu wanazungumza, mimi nikajiakti kama nimelala nikaanza kukoroma lakini sikulala, nawasikiliza wanazungumza nini. Walipomsikia mzee wao <sighs> wakasema amelala, wakaanza kuzungumza juu ya kurithi mali kabla ya baba yao hajafa. Wanaambizana, mie nyumba yangu itakuwa ile, baba, mie nyumba yangu itakuwa ile, mpaka mwisho anasema. Wakagombana juu ya nyumba moja iko katika mitaa ya watu matajiri, hiyo nyumba special. Kila mmoja anaitaka yeye, anasema mie ndo mkubwa, ile anasema mimi ndio mkubwa na sitahiki kupata ile. Mwingine anasema la, mimi ndio nimehangaika na mzee siku hizo zote. Kila mmoja anataka yeye nyumba ile. Hawa wanataka kunirithi mimi niko hai bado. Hawa ni watoto hawa, watakuja kutoa sadaka, hawa watakuja kuniombea mimi ndua. Hawafai kabisa. Mali inakuua wewe mwenyewe umeitafuta, leo presha inapanda mpaka maradhi yanakusibu, na wale watakaokuwa umewaachia wala hawana uchungu nayo.